Naitwa Richard Samuel Machangu, ni mkurugenzi wa kampuni ya SM Investment Limited inayomiliki ardhi yote hii ya eka siku mita saba ambayo tili uh, nunua toka mwaka 1992 tukapata hati 1993, kwa madhumuni ya kuwekeza hoteli, hoteli ya 5 star uh, toka miaka hiyo kwa bahati mbaya, tumekuwa tukisumbuliwa kupewa vibali na serikali. Mnasema mmeenda mahakamani na mahakama imeamua na, na, na sasa hivi unasema akishindikana, mtaende tena mahakamani. Mnarudi kwenye mahakama gani au mnarudi vipi mahakama? Tunarudi tena kukumbushia tu, kukumbushia um, wizara, watumishi wa serikali hao, hasa wa ardhi wa Kinondoni, kwamba pamoja na kuwakumbusha kwamba tulishinda, lakini bado hawataki kusikiliza na kutia amri ya halali ya mahakama. Kwa hiyo tunaoacha tuende tu tuwakumbushie tena tufunge shauri lingine kwamba kwa nini wamekataa kutii amri ya halali ya mahakama. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa kupitia rais wetu mpenda haki, mama mwenye huruma, mama Samia Suluhu Hassan atusaidie tuweze kupata haki yetu, tuweze kufanya uwekezaji, maanake uwezo tunao, nia tunayo. Mimi naitwa wakili Sweetbert Nkuba, uh, ni wakili wa SM Investments Limited. Uh, hawa ni wateja wetu na walitupa, of course, kesi yao na tunawasimamia kesi zao nyingi, lakini swala uh, linalohusiana na hili eneo kwa kweli, kama ambavyo mteja ameeleza, e, walipata hati ya eneo hili kuanzia mwaka 93 lakini uh, tokea kipindi hicho amekuwa akiomba vibali kwa ajili ya ujenzi kuwekeza, lakini wamekuwa wakisumbuliwa. Mwaka elfu mbili na tano elfu mbili na nne walifungua kesi namba 125 mahakama kuu. Baada ya hapo, kesi iliisha mwaka elfu mbili na saba wakashinda, mteja wetu wakashinda kwa serikali kuamriwa kutoa vibali vya ujenzi pamoja na kuruhusu uwekezaji ufanyike, lakini Eh, serikali ika, ika, ika, ika, ikapewa amri ya kulipa fidia ya bilioni 2.8, eh, lakini toka kipindi hicho bado serikali imekuwa ikijivutavuta.